Kisasi cha Jesus only. Kisasi cha Jesus only. huh? Mzee wa Yesu nabii. Ndio. Roho Mtakatifu awe nami na kwani wa Kristo. Hapana <coughs> <Farikasara> hii, amina. Ni ndio, piga makofi kwa jina la Yesu ni, ni chz <laughs> pigia baba mzee wa Yesu msomaji kitabu cha Jesus Only, kitabu uh -huh. cha Zaburi sura ya 94 mstari wa kwanza hadi wa pili ndio Roho yeah. Mtakatifu atufunulie maandiko uh -huh. alama za fungu asema kisasi he, mkato uangaze mkato mwenye kuihukumu nchi he, kato. He, kato. He, he, mkato ujitukuze mkato uwape wenye kiburi stahili zao muta kugase. Mungu anaitwa mara nyingi sana katika Biblia kama Mungu wa kisasi. kwa <mien> nini anaitwa kwa kazi ya kisasi kiulizo <mien> kwa watu wake nukta ana hukumu kwa haki bila chuki binafsi nukta kitabu cha Thesalonike wa 2 sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 8 Roho ha, ha, mtakatifu atufunulie maandiko alama za kufunga usemi ha, ndiyo ishara hasa ya hukumu iliyo haki ya Mungu hiyo mkato ili mhesabiwe kuwa mstahili kuingia ufalme wa Mungu mkato kwa kuwa niati mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi nukta mkato na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi nukta mkato wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika waweza uweza wake katika mwali wa moto nukta mkato huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu mkato siotii ni njia ya bwana wetu yesu usafu eh? niwasemi watu wa mungu kwa kiwango kikubwa sana huwa eh? wanapitia mateso na minyororo kimwili na kiroho hamna eh? eh? njia imenyooka kwa ajili yao eh? eh? unapopitia kusonga songa na mateso ya ibilisi jua eh? kabisa mungu wetu anaijua haki ya wewe kuishi vizuri na kup eh?